Mara nyingi nimeshakuja na matukio kama haya ya kama hili niseme, la mtoto anapotea, mtoto anatafutwa, matokeo yake mtoto anakutwa amefariki na akiwa amefanywa vitendo vibaya sana vya ukatili vya ubakaji vya ulawiti, yani mambo hayo ya huwa yanatokea sana kwa watoto, na mara nyingi watu ambao wanafanyia vitendo hivi watoto wanakuwa wanafuata nyumbani, yani mtoto anakuwa yuko zake nyumbani, labda katika mazingira ya nyumbani anacheza, anapita mtu mbaya kama huyo, anamchukua mtoto, anamdanganya, labda nisindikize pale au Tuende pale nitakupa hela, au tuende pale nikakununulie soda yani chochote tu, ambacho anajua akimwambia mtoto, mtoto hawezi kukataa. Basi mtoto anamfuata na mtoto akimfuata akifika huko ndo anakomfanyia vitendo vya ukatili na hatimaye mtoto kuweza kupoteza maisha. Vitendo kama hivi mimi nimeshaviripoti sijui nisemeje, yani mara nyingi mara nyingi mara nyingi mara nyingi sehemu mbalimbali tofauti tofauti mambo haya yamekuwa yakitokea. Kwa hiyo kikubwa tu, hapa mimi ambacho naweza nikazungumza na wazazi wenzangu ni kwamba tu tuendeleze makini tuendelee kuangalia watoto kwa ukaribu iki akawaza ya ya kwa kwamba yule ni ndugu yake mama au ni ndugu yake baba na asihoji chochote na mtoto aweze kuendelea kuondoka na yule mtu kumbe ni mtu mbaya ambaye anaenda kumfanyia mtoto vitendo vya ukatili. Sasa tukio kama hili tena limejirudia maeneo ya Mbezi, limejirudia maeneo ya Mbezi, ambapo mtoto wa kike mdogo tu wa miaka nane amechukuliwa na mtu ambaye ni mpita njia, amemchukua yule mtoto na hatimaye amekwenda kumfanyia vitendo vya ukatili na kupelekea mtoto kupoteza maisha. Mara nyingi uh nakumbuka na, na kuna tukio moja ambayo liliwahi kutokea maeneo ya Mbezi, ilikuwa ni Mbezi ya Kimara, nakumbuka miaka ya nyuma, hivyo hivyo mtoto alikutwa amefariki baada ya kufanywa vitendo hivyo vya ukatili. Na katika uchunguzi wa daktari, daktari kwa sababu yule mtoto yeye aliwahi alipotea siku hiyo hiyo, na akatafuta siku hiyo hiyo, na akaonekana siku hiyo hiyo yuko kwenye sehemu tayari ameshafariki. Kwa hiyo, baada ya madaktari kufanya uchunguzi wakasema kwamba mtoto alikosa pumzi. Kwa hiyo inaonekana wale wabakaji wakiwa kisha wachukua watoto wakiwa wanafanyiwa vitendo vile vya ukatili huwa wanawaziba midomo na pua ili wasipige kelele. Kwa mtoto anapokuwa anazibwa mdomo na pua ili asipige kelele, mwisho wa siku anashindwa kupumua, kwa sababu ni mtoto mdogo, anapoteza maisha. Mara nyingi ndio inakuwa hivyo. Kwa hiyo utakuta mtoto anafanywa vitendo kama hivyo vya ubakaji, lakini anakuwa anapoteza maisha kutokana na kuzibwa pumzi. yule yule mbakaji hicho anachotaka kukifanya, yaani watu wasijue, mtoto akiwa anapiga makelele vile watu wasi wasimgundue kwao, mwisho wa siku ndo anapelekea mpaka mtoto kupoteza maisha. Sasa msikilize bibi, ambaye yeye ndio alikuwa iko na mtoto nyumbani, mama alikuwa ametoka amekwenda kwenye shughuli zake, baada ya kuwa anamtafuta mtoto na alipata taarifa kutoka kwa mtoto mwingine mdogo wa miaka sita kwamba fulani amechukuliwa na mbaba, amesema kwamba anaenda kumpa hela tuje tugawane. Kwa yule bibi ndio kushtuka, kuanza kufuatilia wameelekea wapi, wameelekea huko, lakini wakamtafuta bila mafanikio. Kumbe kaenda mtoto kumfanyia vitendo hivyo kwenye jumba ambalo lilikuwa halijaisha. Msikilize hapo bibi. Mimi naitwa Asha Kibwana Sultani. Mm. mtoto nilishapika chakula alikula, shai tarai basi kabidi ende akacheze. Alivyoenda kucheza na mdogo wake mm, sasa badala ya muda akarudi, akaja akanambia, bibi bibi bibi, mm. nililala mm. mimi hapo huko mbili mm. bibi, bibi, mwenzangu kachukuliwa na mbaba akaondoka naye mm, alipewa hal... alisema huyo mbaba nakwenda kumpa hela yeah, alafu tuje tugawane mm. bei gani mia mbili? yuko wapi? ndo kashaondoka yee eh, basi ikabidi mimi ninuke pale mkuku, naanza kumwita Airuni, Airuni, Airuni, kimya. Nikamfuatilia mabondeni huko, sijamuona. Ikabidi mimi nirudi kuja kumpigia mama yake simu, maana alikuwa yuko. Nikapiga simu, mama akaanza sim, kulia. Nikamwambia aje, wewe rudi tuje kwanza tutafute, sio wewe uanze kulia. Mama kakaa kidogo, alafu akarudi akapiga tena simu, amerudi ngambe. Aje ajarudi, akaanza tena kulia, narudi analia uja hapa tena, ndo ikabidi nimuhabarishe habari kamili ya mtoto ilivyokuwa. Basi ikabidi waanze kuangaika, wajomba akaingilia huku, mama akaingilia huku, tunatafuta tafuta tunatafuta tafuta. Ikabidi ndio yule mwanangu mwanangu, akanambia aje, hebu zoni huku. Ilikuwa sijui juzi ile alaamisha, ndio ikabidi tukandishe na mlima. Nikawa na mtoto mdogo nikabeba, wenzangu walitangulia, mimi nikabaki nyuma. Tukafika kule nikaona wenzangu wamesimama wanarudi tena hatujafika, sijui amepata habari gani, kasema ataenda kusikiliza nyumbani manake na huu mlima na mtoto mm. Sisi nikauliza kwa hapo, kabidi na mimi nirudi mpaka nyumbani, ndo tukaja kuambiwa hivyo mtoto ni yule yule, nguo alizovaa na viatu ni vile vile. Kwa hiyo tufanye nini, tufuatilie huko tukasikilizie, ndo kabidi wafuatilie wa mama huko kwenda kule kumwangalia, kaona ni ile ile manake viatu na nguo ni vile zile. Ado walivikuta huko lakini nguo waliziona zile zile. Basi kabidi warudi. Kilichoendelea zaidi ya huko tena sijajua. Na huyu ni mama mdogo wa mtoto, na yeye akiwa anaelezea namna ambavyo walivyokuwa wakishirikiana kumtafuta mtoto. Kwa majina anaitwa Zura Saidi Kibwana, ni mama mdogo wa marehemu Airuni Joni. Mwanzo tatizo walikuwa bibi yao nyumbani hapa, wampikiwa chai wamekunywa, wakawa wanacheza Kucheza, wakike, ka kucheza akatokea mbaba kwa maelezo ya mtoto mdogo mwenzake miaka sita. Akamchukua wakike akaondoka naye akamwacha mdogo a so. Akamwambia abaki nyumbani, nenda naye kaomba change. Akashika shilingi 200. Akasema hii shilingi 100 nakukabidhi wewe, aje kukuletea wewe, mimi atachukua yeye. Akabidi arudi mdogo, yule mwenyewe abidi aondoke. Yule mdogo abaki peke yake, akaanza kutembea wote. Akahisi kama nini yule mtu kambagua, akarudi nyumbani kwa bibi yake. Akamwambia bibi, yeye mdogo wangu dada mwanangu anaondoka na kama anaondoka naondoka na mbaba, akamshika mkono, akasema aenda kuomba chenji anletee mimi mia, mimi achukue yeye. Ndo bibi yake akamuuliza unamjua huyo mbaba? Akasema hapana, simfahamu. Ndo bibi yake bidi ainuke sasa, aendelee kumfuata, kapita njia gani, akamuonesha. Ndo bibi ya mtu akapiga akimbizia, o njia lopita Alipofika na hiyo njia akabidi haya naita. Hailuni airuni kila napoita hamuone. Akimuuliza watoto wenzake njiani, mmemuona? Yeye tumemuona na mbaba, lakini ameelekea huko juu kwa sababu huko juu kuna ndugu zetu wengine. Wakaisi bani kuna familia yumo. Labda wanaenda kumpeleka mgeni. Hakuwa hakuwa na, aku, aku, na makini naye akamwacha hajafuatilia. Kuona mfuatilia bibi mtu akakafuatilia ndiko mbeja jamuona. Kaona tu kimya kabisa, apige arudi nyumbani. Ampigie simu mama wa mtoto alikuwa kwenye biashara. Mama mtoto alipopigiwa simu mara kwanza, akasema mmemuona, asijamuona. Akabidi mama mtoto naye harudi kurudi, mama mtoto kuita, kutafuta, jaona kabisa ashirikishe ndugu, ndo tukapigiwa simu na sisi, tukaja kila mtu apita njia yake kumtafuta, kuanzia Jumapili hiyo, ilikuwa siku ya tarehe tisa. Tumetafuta Jumapili yote, tukaenda polisi, tukatoa taarifa, tukaambana na masaa 24 tukakaa ndani ya mas... siku ya pili yake juma jambani ni Jumatatu. Sasa tukaenda tena polisi tukapewa rabi, tukaambiwa uchunguzi unaendelea, na nyinyi mnafuatilia nyinyi fuatilieni, na sisi tunafuatilia sawa. Basi tunaweza kutafuta hivi na hivi, tukipigiwa simu tunaambiwa kusema mfano, tumekaa mbele, kama mtu anakuja kusema jamani, kuna mtoto ameonekana, sema mfano na umepotea vile vile, kwa kujidhihirisha, tunakwenda tunaangalia, tunakuta sio mwenyewe, tunarudi nyumbani, tunakaa tunataka kutafuta hapa. Juma ngapi, Jumanne tena tukaambiwa kuna watoto wameonekana Magufuli. Tukaenda kufuatilia vile vile hakuna. Basi, tukawa tunaenda kushukuru Mwenyezi Mungu, tunaenda kwenye makanisani, kwenye kuomba, kwenye maombezi kote tunaomba, tunaomba dua, naomba dua kwa njia yake yote ili kumnini kumtafuta mtoto wetu. Siku ya Alhamisi jioni tupata taarifa tena kwamba njoeni sehemu fulani kuna mwili muonekana, mje muangalie, ndio tukakimbizana hadi kuna mwili, mwili, tukafika na ule mwili pale, kama tulipofika kwenye mwili, mwili tukasimamishwa njiani tukaambiwa kwamba ule mwili umetambulika sio ni yeye, ni wa mtu mkubwa. Kwa hiyo defender achukue mwili ampeleke hospitalini. Kwa sisi wana familia tukasema haitawezekana, sisi hatujaona, walioona ni wengine. Cha msingi tunataka kwenda hospitalini tukajihakikishie wenyewe. Akatoka mama mdogo na binti ambaye ni dada wa marehemu wa form 3 wakaenda hospitalini Tumbi kuenda kule ndio tukaenda kumtambua kamba ule mwili ni wa kwetu na mpaka jana tulikuwa tunafuatilia, sababu jambo lishafika kwenye serikali, inabidi serikali ndio nao wachunguze vipimo, patikanike ndio pate jibu, pata mwili wetu tuzike. Kwa jana tulifuatilia, tukaambiwa turudi leo. Kwa hiyo leo ndio uchunguzi unaendelea, ila vinapoelekea baadaye takabidhiwa mwili tuzike. Tulimkuta kwenye jumba ambapo nini amesha kufa tayari, hali ya mwili, wacha tuseme ambao ushuhudia kabisa, wao uona walimkuta kama vile mtu nini amefungwa kamba, ehe, amefungwa kamba na ame, atakuwa amepigwa, sababu amevimba, ametobolewa macho na macho amevimba, amefungwa kamba miguuni na macho ametobolewa, mwili kwa umevimba sana, kichwani huko ndo walimnyoa nywele. Alikuwa, alikuwa, alikuwa anasuka nywele za kurudi nyuma, walimnyoa. Tunajua serikali yashindwe kitu, kama serikali yashindwe kitu, basi tuko pamoja nao, atalifanyia kazi hili, na sisi tutakuwa pamoja nao basi inshallah, Mwenyezi Mungu atatufanyia wepesi kiumbe huyu, tutajua nani aliyofanya uhalifu na ukatili uliopitiliza katika nchi hii. Lakini pia mama mzazi wa mtoto na yeye anaelezea namna ambavyo taarifa zilimfikia na yeye vilevile kuweza kupambana kwenda kumtafuta mtoto na bila mafanikio. Nimerudi mwenyewe nikakena shughuli zangu, narudi mama, mamangu ananipigia simu ananiambia mtoto mbana akaondoka tokea saa sita ajarudi nikuja hapa, ni amua kumtafuta. Manake alivyorudi yule mtoto akaja kumwambia bibi yake kama dada kaenda kule, yule baba akasema naenda kumpa mia mbili kirudi, tutagawana. Bibi kashtuka, akabidi amtafute, amkimbilia alikoendea huko, kamkimbilia, akamkosa, kanipiga simu, nikarudi, nikaanza tukaanza kumtafuta wote. Hapa majirani wote wamenyanyuka, amenisaidia kutafuta huku na kule kila siku tunahangaika, kila siku tunahangaika, tumemkosa hatima yake. Jana jana sijui jana juzi, ndo tumeambiwa kuna mtu huku, kuna mtoto huku amekufa, em, njoni mwangalie kule, mimi akanikataza akanambia, usije kumbe ndo alijua, sijui ulikuwaje sijui. Nikabidi e, niondoke, nikaenda kanisani, labda nikaenda kuombewa ombewa huko labda atarudi mwanangu. Narudi kutoka kanisani, nakuta watu wamejaa, kumbe yule alikuwa mwanangu. Mm, ndo hivo isi, isi tulienda, alivyoenda poli, polisi, tukaenda tuli kule uchunguzi ndo unaendelea, wamechukua wamempima, leo topienda wamempimapima pima, wamechukua chukua vipimo vyao, na mimi wakanipima kwa hiyo bado majibu hayajatoka. mimi naona, ma, ma, kupotea wanapotea, lakini kwa mwanangu mimi yule nahisi wamemkusudia kabisa, kwa sababu amemshika mkono. Kitendo wanachoenda kumtendea ni kibaya sana. Mimi nalia, sio nalia kuto msiba, nalia kwa nini mwanangu kufanywa kitendo cha kikatili kama hiko. Maanake misiba mbayo naipo mingi, watu wanafiwa, mojawapo hata mimi nafiwa, pia nitafiwa hmm. Na mimi binadamu nilijiwekewa ndio nitafiwa lakini kitendo cha kikatili na kikatili kabisa, yani kisema kikatili, ule mtoto kafanyiwa ukatili kwelikweli, wakutisha, yani wakutisha. Mimi binti nimemwona mwenyewe kwa jicho langu, yule binti wamemwingilia, yani yule binti wamemwingilia, yani kote kote, jinsi ya zote wamemwingilia yule binti. Na inaelekea labda huyo mtu anamjua, kwa sababu kamtoboa macho yani usoni huku, kamfiligisa filigisa, yani yani yupo yupo kama kinyago yani, atamaniki yani yupo kama kinyago yani, huku kabisa huku ndo akutamaniki atamaniki. Nikisema atamaniki, atamaniki hata kidogo. Yani, ukatili wa kinyama kuliko. Huyo mtu sijui alikuwa na moyo wa kiasi gani, asielewe shida. Sijawa na mtu na yote, sina shida na mtu yoyote siyogombana na mtu mimi. Serikali naambia hivi, hakuna kinachoshindikana kwa serikali. Mimi nilikuwa nataka wanisaidie kwa mbinu ya aina yoyote, yaani atafutwe huyu mtu, apatikane. Apatikane ataendelea kunifanyia ukatili, au ataendelea kutufanyia ukatili, kwa sababu huu ni ukatili, ni mbaya, unatisha hadi, yaani kukaa, yani kukaa peke yangu naogopa, naogopa naogopa kabisa. Yani, ni ukatili mbaya kwa mtu yoyote alioona ile maiti, ni ukatili mbaya. Kwa sababu nasikia serikali serikali wanaweza wakatembeza mbwa, wanaweza sijui wakavaa vioo, sijui wanatafuta, yani jinsia, ena wote wanafanya yani vyovyote vile, mtu anatafutwa mpaka anapatikana aliofanya tukio. Na mimi naomba serikali nisaidie kwa vyovyote vile, mwanangu kafanyiwa ukatili. Yani kijiji tunaogopa hapa, tunaogopa usio ukatili uliofanyiwa kwa ule mtoto ambaye hana hatia ya aina yoyote. Kiukweli ni huzuni, ni vitu vya kuumiza, vitu vya kuhuzunisha sana eh. Mtoto mdogo kufanyiwa vitendo kama hivyo na mtu mkubwa mwenye akili zake timamu. Mimi nakaa uoga, najiuliza maswali, nashindwa kabisa kuelewa. Hata kama ni tamaa za kimwili, ni tamaa za kimwili za kiasi ya gani? Yani mtu tamaa yako inakushindwa, unashindwa kujua hili zuri, hili baya? Yani tamaa gani hiyo mpaka inakupelekea kwenda kumbaka mtoto wa miaka minane? Tamaa za aina gani? Eh, na baadhi ya wanaume wengi wamekuwa wakifanya mambo kama haya kubaka watoto. Wakubwa wenzao wa hawaoni, hawa hawawezi kuzungumza nao. Mm, wakubwa wenzao wamejaa chungu nzima wanawake wamekaa huko. Mnashindwa kuzungumza jamani na, wana, na wanawake wakubwa wenzenu mkawaelewana. Ukaenda kumaliza hizo haja zako za kimwili, unaenda kumaliza haja za kimwili kwa mtoto ambaye anakuwa hana uwezo wa kujitetea, wa kuweza kufanya chochote. Matokeo yake wanampotezea maisha. Jamani, hata kama watu wamekuwa hawaogopi, lakini ifike pahala watu wamuogope Mungu kwa matendo mabaya kama hayo ambayo wanakuwa wanayafanya. Wajue kwamba Mungu yupo na kesho, kwa Mungu kuna adhabu, hata kama watu hawaogopi sheria. Kwa sababu watu wanaofanya hivyo ni kana kwamba hawaogopi sheria au hawaogopi kukua, lakini wajue kwamba kuna kuna Mungu na Mungu anayaona yote hayo ambayo wanakuwa wanayafanya. <coughs> lakini ukapokuwa na unasubiri, basi Mungu atakupa yale majazo mema majazo yalikuwa bora ambayo mwenyewe utakuja kujua siku moja kwamba hii ni malipoani kwa sababu ile subira yangu. Kwa hiyo, twena subira ni kitu kigumu sana, na ni rahisi kumwambia mweza kukuwa na subira maona lakini nitakapotekeleza lile jambo la subira, basi kuna malipo makubwa sana asuira. Na katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi tahidi uyavumilia msiba sana kuwa na subira. Kwa hiyo baada ya hapa nitaenda kumstiri mtoto wetu na wetu huko nyuma. Sasa tutaomba almitahidi, tunajua ni ngumu lakini kikubwa tu ninachotaka kusema, wazazi wenzangu, tujaribu kuangalia watoto wetu kwa ukaribu, ili kuweza kuwaepusha na mitihani kama hii, maana dunia imekuwa si, watu wamekuwa hawaeleweki tena. Usiache kutembelea katika youtube channel yangu ya Geah Habibu, lakini pia usiache kusubscribe.